mwana wakwa rĩa weega kũringana na oti waku na ũrutĩre mwathani kĩrĩa kĩagĩrĩire ririkana atĩ gĩkuũ no gĩgoka no ndwĩrĩtwo hĩndĩ ĩrĩa ũgaakua eka mũrata waku maũndũ mega ũtanakua geria kũmũhe indo nyingĩ o ta ũrĩa ũngĩhota mũthenya waikeno-rĩ ndũkage gũkena ndũkareke ũndũ mwega ũrĩa wĩrirĩirie gweka ũkũhĩtũke na hinya, tiga, na githe a indu iria ciothe na iria wanarutira rutira wira na hinya dogashitiga dogashitigira ra andu masisu angi macisukire miti macigayane kiundi koro kiuria koguo korwo na wamukagire kuma kuri andu na wikenagie kenagie ndugeterere gokagya na ikeno wakua andu othe makoraga o taguo na mundu akora watho ũrĩa watene tene ũugaga atĩ no muhaka akue o ta ũrĩa mũtĩ ũrakũra ũhororũkaga mathangu na mangĩ magakũra noguo onao andũ makuaga nao angĩ magaciarwo